Tarehe 9 Disemba ni siku ambayo tunaipa kisogo fedheha ya kutawaliwa. Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi, vyote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila, kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Jambo hili la uhuru lilitaka subira, na hili la kuendesha nchi yetu na kumpa kila mtu hali nzuri litataka subira vilevile vile. Waswahili walisema Mvumilivu kula mbivu. Uhuru na kazi. ni shamra shamra na nderemo za hapa na pale, muda mchache tu kabla ya safari ya mguu kwa mguu, jabari kwa jabari, kituo kwa kituo, kuelekea kilele cha mlima Kilimanjaro, ikiratibiwa na jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, chini ya kampuni ya kitalii ya Alteza na hapa ni Marangu geti, mita 1879 kutoka usawa wa bahari. Na mimi naitwa Doto Kadoshi, mwandishi wa habari za uhifadhi, utalii na mazingira na kwa sasa uwekezaji na biashara. Na hii ni Kadoshi TV. Yeah, chuna, chuma, chuma, chuma, chuma, chuma, chuma.